Njombe ni miongoni mwa mikoa inayozalisha kwa wingi mazao aina mbalimbali mbali. Na hapa mgombea wa urais wa NLD, Doyo Hassan Doyo anawaahidi wananchi namna atakavyounganisha wa na masoko ikiwa atamchagua kuwa rais. Nini ni wakulima wa mazao mbalimbali mbali. Lakini hamna soko la uhakika la kuuza matunda yenu. Hamna soko la uhakika la kuuza mbao zenu. Hamna soko la uhakika na kuuza ngano yenu. Lakini debe la ngano watu wa Njombe mnauza elfu ishirini. Ndugu zangu, hamwezi kutoboa katika utaratibu huo. Naomba niwaahidi ndugu zangu, endapo mtanichagua nikiwa rais, tutaweka soko la ngano, tutawatafuta wanunuzi wazuri watakao kwenda kununua ngano kwa bei nzuri ili wakulima waweze kupata faida na zao wanaoilima. Kando na masoko, akaahidi kuwavutia wawekezaji kujenga viwanda vya kusaga ngano. Ukinichagua nikiwa rais, tutajenga kiwanda cha kuchakata ngano ili mkoa wa Njombe iwe na brandi yake, isambazwe nchi nzima na dunia nzima kama bidhaa zingine. Jumla ya watu milioni 37.65 wamejiandikisha kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge na madiwani utakaofanyika Oktoba 29 ya mwaka huu. Upendo Michael, Azam News.